Nimpongeze mkurugenzi kwenye mbio za Mwenge, alikwenda kukikopesha vikundi zaidi ya milioni mia moja na hamsini, na kikundi kile cha vijana kimepewa kazi ya kutengeneza fanicha za halmashauri zaidi ya milioni mia saba. Wamenufaika milioni mia na hamsini mkopo, wamenufaika kazi milioni mia saba. Wale vijana wana shilingi ngapi? Wanakwenda bilioni Maana yake nini? Mkurugenzi anazo fursa nyingi, ana fursa ya kukupa mkopo, lakini ana fursa ya kukupa kazi, ya kumtengenezea madawati, kumzalishia tofali, kufanya nini, kupika chakula, kuuza kwenye mikutano yote. Fursa zipo, Mheshimiwa Rais amezileta kwetu ili tuwasaidie watu wake. Niombe ndugu zangu wa mabenki, twendeni tukaitizame kwa dhati dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuwasaidia Watanzania, kuwawezesha Watanzania kupata hii mikopo. Tuko tayari kama halmashauri, tuko tayari kama serikali, tushirikiane namna ya kuhakiki, na tuwaombeni tushirikiane na halmashauri. Halmashauri nao wadau wengi, watendaji wengi, taasisi nyingi, ambao tunaweza kushirikiana kwenda kutoa elimu kwa watu wetu. Fedha hizi ni zao. Sisi jukumu letu ni kwamba wapate kwa mujibu wa mwongozo na sheria, ila fedha ni za kwao. Ingekuwa fedha za mkurugenzi na mkuu wa wilaya, mngeona tumeshanenepa. Hizi fedha ni zenu, Mheshimiwa Rais amezileta kupitishia kwa mkurugenzi na halmashauri, lakini fedha hizi za mkopo tunazokwenda kutoa ni zenu, kina mama zenu vijana, zenu watu walemavu.